Huku hapa kituo cha polisi cha Ng'ombe ambapo kakamatwa mchungaji wetu wa uh, kambi ya hapa Dar es Salaam Kigamboni. Kama mlivyopata taarifa jana, tulihangaika vituo mbalimbali mbali, lakini leo tumefanikiwa kupata kituo alichohifadhiwa, pamoja na kwamba hatujapata kumuona yeye mwenyewe, lakini tulikuwa na mawakili wetu wametusaidia kujua pa kuanzia kupata taarifa ni namna gani. Lakini tukajaribu kuhoji pia kosa lake ni nini hasa, hawatoi maelezo ya moja kwa moja kosa ni nini, ila zaidi wanasema kwamba anaikashfu serikali. Anaikashfu kwa lipi, haifahamiki lakini pia akasema kwamba kwanza, huyu hawezi kuwa mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Uh, tuajebu ukagua simu yake imejawa na video nyingi ambazo zina kashifu serikali. Kwa hiyo huyu sio mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Lakini tulipotaka kujua sasa kuhusu utaratibu wa zamana na nini, sasa kifanyike kwetu sisi, ndugu zake na huyo ndugu walichotujibu ni kwamba kwa leo tuwache, watakuwa kwenye mahojiano naye mpaka kesho saa nne ndo turejee tena, afu tuje tusikilize nini watatuambia. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mchungaji wetu Herbert, hatujabahatika kumuona bado, ko tutawajuza tena kesho nini kimeendelea kulingana na vile tulivyopewa utaratibu na polisi wenyewe. Amina.